Mambo vipi, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na zile taarifa ambazo zilikuwa zimesambaa mitandaoni kwamba Diamond Platinumz bwana yuko mbioni kusaini msanii mwingine na of, of course, hicho ndicho ambacho leo kimetokea. Ni kwamba rasmi taarifa zimetangazwa kwamba Diamond kweli tayari amesha kumekupo na, kulikuwa na fununu baadhi ya wa wasanii wawili ambao walikuwa nasemekana kwamba atasainiwa ambao mmoja alikuwa anaitwa Aslam na mwingine alikuwa anaitwa Treyzah. Sasa this time around ni kwamba taarifa zilizotufikia ni kwamba inasemekana kwamba huyu Treyzah amekuwepo katika game ya muziki huu, alishaanza kurelease ngoma tokea kitambo na watu wengi sana walikuwa wanafuatilia kazi zake, na this time around, ni kwamba ndo amepata hiyo fursa baada ya kutoa ngoma nyingine ambazo zimefanya vizuri zaidi. Kipaji chake kimedhihirika, au kimekuwa kikifahamika wazi kwamba ni moja kati ya wasanii ambao ni chipukizi, wako very talented. Kwa hivyo basi kusainiwa WCB kumeibua matumaini kwa watu wengi sana ambao walikuwa wamesikitishwa, mashabiki wengi sana wa WCB ambao walikuwa wamesikitishwa na kitendo cha Mbosso kuondoka katika record label hiyo na kuona kama vile ilipwaya kwa namna moja au nyingine. So, habari ambayo imetufikia ni kwamba baada ya CEO wa WCB, msanii Diamond Platnumz kutangaza kuwa mwaka huu atasaini wasanii wapya ndani ya record label hiyo za ndani kabisa zinasemekana kwamba ni kweli kwamba kuna msanii chipukizi ambaye anafahamika kwa jina la Treyzah ndiye aliyesainiwa kwa mkataba wa miaka kumi. Nikumbukwe kwamba rekodi lebo hiyo kwa sasa hivi ina jumla ya wasanii watatu tu, yani Divoisi, Zuchu la Lavalava, na na hivyo basi Treyzah amekuwa amekwenda kukamilisha idadi ya wasanii wanne wa WCB na kuziba pengo la Mbosso baada ya Mbosso kutangaza kuondoka mwezi uliopita. Lakini pia vilevile Treyzah, ambaye tayari alishawahi kuachia baadhi ya nyimbo na kufanya vizuri tu katika soko la mziki wa bongo Flava, ameonekana ndiyo mfalme ajaye wa R&B kwenye nchi hii ya Tanzania. Hivyo basi, pamoja na WCB na Diamond mwenyewe, wamepanga wa kumtambulisha kumtambulisha Treyzah ifikapo mwezi wa sita mwaka huu.